Hii ni gari ya pili leo nakutana nayo ambayo ina shida sawa kabisa na shida niliyokutana nayo kwenye gari ya kwanza. Na ni shida ambazo zinahusiana na ishu za oil. Ukiangalia hapo kuna fault code hizi za P0012 na P0014. Hii ni Ractis ya mwaka elfu mbili na kumi, lakini kuna Ractis ya mwaka elfu mbili na saba pia, yenye engine ya 1NZ na yenye nilikutana nayo na P0012. Kwa hiyo ni ishu ambazo ziko related na oil kwa sehemu kubwa. Yaani msingi wake hasa ni oil. Sasa gari kama hii inawekwa oili ya 20W50 wakati oili hasa ambayo inatakiwa kuwekwa ni 5W30 kama hii hapa, na matokeo yake ndo unakuja kukuta injini kama unavyoona hapa tayari ishaanza kutengeneza ukoko. Lakini hasa kilichonifanya nikafungua mpaka hivi ilikuwa ni kutafuta hizi filter kwa ajili ya VVTI. Naona, hii filter ilivyokuwa chafu imejaa uchafu hapa hapa katikati, naona ziko filter mbili zote ni chafu. Lakini hasa msingi kwa nini zinachafuka na kwa nini gari inaleta shida ni kwa sababu ya aina ya oil ambayo inawekwa katika hii gari. Tunakukaribisha gereji kwetu kwa ajili ya diagnosis na repair matatizo mbalimbali mbali ya gari yako. Tuko Riverside, njia ya kwenda Ubungo Kibangu.